Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jacobs Mwambegele, amewaasa watendaji wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi wakati wote wa utekelezaji wa awamu ya pili ya uboreshaji unaotarajia kuanza mei mosi hadi saba mwaka huu, kwa mikoa 15 katika mzunguko wa kwanza. Akizungumza na washiriki na baadaye kukagua mafunzo kwa watendaji ngazi ya kata halmashauri ya manispaa ya Iringa Mheshimiwa Mwambegele amewakumbusha watendaji hao wa uboreshaji unaofanyika sambamba na uwekaji wazi wa daftari la awali. Kumbusha tena kama nilivyowakumbusha kwenye zoezi, phase one ya zoezi hili kwa mbe, katika utekelezaji wa shughuli zenu mzingatie sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi. Muwe wanyenyekevu kwa wateja wenu mnaowahudumia, mnaodumia wengi ni watu wa kawaida tu. Kwa hiyo muwe wapole katika kuwahudumia, na pale ambapo wanakuwa wamekosea katika kutekeleza maagizo yenu, msisite kuwarekebisha. Jaji Mwambegele amesema. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaimani kuwa watendaji wa zoezi hilo watahudumia kwa unyenyekevu lugha nzuri yenye staha na kwamba uboreshaji huu unafanyika kwa matakwa ya sheria. Ilimaliza awamu ya kwanza, hivi sasa tuko kwenye awamu ya pili. Sheria inahitaji uboreshaji wa daftari la kudumu na wapiga kura ufanyike mara mbili kati ya uchaguzi uliomalizika na kabla ya uteuzi wa wagombea katika uchaguzi unaokuja. Ninyi mlishiriki katika awamu ya kwanza ya uboreshaji na leo tena mko hapa ili tuendelee na awamu ya pili ya uboreshaji. Sasa, uboreshaji wa awamu ya kwanza ulikwenda vizuri sana na wapongeza, japokuwa <laughs> kulikuwa na matatizo madogo madogo ambayo yalikuwa yakijitokeza, lakini Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa ikijitokeza mapema kuja kutatua changamoto hizo. mimi changamoto nimezishuhudia mwenyewe kwa sababu nilizungukia maeneo mengi, lakini zingine niliambiwa. Nina imani kama mtafanya kama tulivyofanya kwenye awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari, tukarekebisha na hiyo hivyo e, vitatizo vidogo vidogo ambavyo mfano wake nimekwisha kutoa hapa, zoezi hili itakwenda kwa mafanikio makubwa na hatimaye tutakwenda kwenye uchaguzi wenyewe e, mwezi wa kumi kwa tarehe ambayo tutaipanga utaenda vizuri kwa sababu ya maandalizi mazuri. Wajumbe wengine wa tume ambao ni pamoja na makamu mwenyekiti wa tume, jaji mstaafu wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Mbaruk Salim Baruk, Mheshimiwa Balozi Omar Ramadan Mapuri, Jaji wa Mahakama Kuu, Mheshimiwa Asina Omar, Mheshimiwa Dr. Zakia Muhammad Abubakari na Mheshimiwa Magdalena Rwebangira wametawanyika katika mikoa wa mingine kufuatilia uboreshaji huo na uwekaji wazi wa daftari la awali. E, nimekuja kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kufuatilia na kuona E, maandalizi haya yanakwenda vipi? Wenzangu wengine wako mikoa mingine huko, kwa sababu tumegawana, ili e zoezi kwa, kwa mzunguko huu wa mwanzo litakuwa kwenye mikoa kumi na tano ukiwemo wenu wa Songwe. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa na wengine wako mikoa mingine. Kwa hivyo tunaomba e, zoezi liende vizuri bila y matatizo yote. Mikoa kumi na mitano inayotekeleza uboreshaji huo wa awamu ya pili kwenye mzunguko wa kwanza ni Iringa, Geita, Kagera, Mara, Shinyanga, Mwanza na Simiyu. Mikoa mingine ni Rukwa, Tabora, Katavi, Kigoma, Ruvuma, Mbeya, Njombe na Songwe. Wanasemina katika mikoa hiyo kabla ya kuanza mafunzo wamekula kiapo cha kujitoa wanachama wa chama cha siasa na kiapo cha utunzaji siri. Mafunzo haya ya siku moja yaliyofanyika leo hii Aprili 29, 2025 yamewashirikisha waandikishaji wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric ambapo mada mbalimbali zimefundishwa kutoka hapa Iringa, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.